Asante Mungu kwa kunifanya niamke salama siku nyingine tena. Maana anajiona kama nabii, niliasi taifa langu mwenyewe. Kwa sasa nimebakiwa na tumaini la mtu mmoja tu, na ndo sababu inaonifanya niishi kwa imani. Ni jukumu langu kupambania uhai wake

Fine, kulingana na kipato cha matumizi yangu sidhani kama tunastahili kuendelea kuwa na mahusiano. Je, sijakuelewa? Unamaanisha nini? Fine. Mimi ni maskini, sidhani kama nastahili kuwa na mahusiano wa ukaribu na wewe. Sina chochote. Maskini? Je, wewe ni maskini? Hebu toa hizo fikra zako kwa potofu kwamba wewe ni maskini. Je, wewe bado ni kijana mdogo sana, unaweza ukafanya kazi yote na ukabadilisha maisha yako. Kwa hiyo sijui hiyo zaba yako kuniambia wewe ni maskini, naomba uifute. Mimi siwezi kuachana na wewe kwa ajili kwamba wewe ni maskini. Labda kama kuna jambo lingine, labda uniambie. Ila kwa hilo hatuwezi kuachana. Lakini sina mimi, sina uwezo wa kukupa chochote. Sisi kwa mwenyewe unatambua mimi si stahili kuwa na mtu kama wewe. Unanichanganya unaposema uwezi kufanya chochote. Kwa nini usifanye kitu? Yaani ambacho unatakiwa kuniambia hapa ni kwamba wewe ufanye juu chini uepukane na hayo maisha. Wewe unaweza kufanya kitu chochote na ukabadilisha maisha yako. Hmm. No, yes, kuna mchongo maiza, maongezi na wewe. We nenda tu, baadaye ntakufuata. Mi siwezi kuachika hivyo, wanaume bwana. Tresi za mapenzi zanipeleka mputa mputa, kila nachofanya natafuta mie na Susa naona ukaribu wako wewe pamoja na Jei, ila kuna kitu kimoja ambacho hauelewi kuhusu Jei. Nuru ya maisha yake imezima, wala haonekani kama anaficha yoyote mbele. Yani kifupi ni kwamba Jei ni sawa na mtu aliyojikatia tamaa. Yeye mwenyewe haamini katika maendeleo wala aamini katika maisha yake binafsi na sioni kama kuna umuhimu sana wewe kuendelea kuwa karibu naye kwa sababu mpo tofauti sana. Hapana, itakuwa umenielewa vibaya. Kiukweli mimi Je ninampenda sana na sitamani siku moja nikakaa naye mbali. Kuna wakati najisikia vibaya kuhusu yeye kwa hali anayopitia, lakini najipa moyo napata tumaini jipe kila ninapotazama juhudi zake. Najua ji ni mpambanaji sana, na hicho ndio kinachonifanya mimi nimuone ni baba bora na anaweza kuipambania familia yake. Yaani simpendi kwa kuwa sijui ana muonekano mzuri au nini. Mimi nampenda na na kwa ajili ya juhudi zake na maarifa, na anafaa kabisa kuwa baba wa familia. Natamani sana nikuelewe. Lakini kadiri ninavyoendelea kusikiliza, maneno yako yanaingia tu kichwani kwangu, lakini hayabadilishi chochote. Hayabadilishi fikra wala mawazo yao. Kwa kweli mimi, je ni moja kati ya sehemu ya maisha yao. Na ndio maana najua kila kitu kuhusiana na ye. Lakini toka nimejua kama wewe na yeye kwenye mahusiano. Na hisi tu kama utaharibu baadhi ya vitu ambavyo jeye anapambania. Sioni kama kuingia kwa kwako wewe kwenye maisha yake kutabadilisha baadhi ya mambo naona tu kama upo kwa ajili kuna mipango yako tu iliyokufanya uwe na mahusiano na jeye. No, no, no, hapana. Wembe, unakosea. Ni ngumu sana kuzielewa hisia zangu kwa sababu hujanizingatia, lakini mimi ndo najua kiasi gani namhitaji na kiasi gani namtazama kifamilia. unanielewa yani natamani hata ungejua kiasi gani yani namtazama yeye kama nani kwenye future yangu ya baadaye. Yeye nampenda sana na sidhani kama anaweza kuishi bila yeye, kwa sababu na yani tumaini lake lipo mikononi mwa Mungu. Mimi najua kuna siku nyingine Mungu atampa tu, leo anakosa, lakini kesho atapata na imani. Sawa, kama ni hivyo, na sidhani kama ni mimi ambaye natakiwa nipange hatima ya maisha yenu koo. Kama chaguo lenu ni kuwa pamoja na kuendelea kuishi pamoja, basi mimi sitaendelea kupinga. Stress za mapenzi zanipeleka mputa mputa, kila nachofanya natafuta mie na nasusa, ona mapenzi mapenzi

resi za mapenzi zanipeleka mputa mputa, kila nachofanya na tafuta mie na susa. Ona mapenzi mapenzi yanavyonipeleka mie resi, ona mapenzi, napendwa na mia taspendeki